Hatima yako ipo ila imecheleweshwa. Hatima yako ipo ila imecheleweshwa. Hatima yako ipo ila imecheleweshwa. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu aliyezaliwa amekuja akiwa amebeba na hatima yake. Hatima yako maana yake ni wewe unatakiwa kuwa nani, toka unazaliwa mpaka maisha yako yote hapa duniani unatakiwa kuwa nani na ukifanikiwa kufika pale ambapo Mungu alikuandalia, maana yake umefanikiwa katika kuwepo kwako ulimwenguni, ile misheni yako. Na ndiyo maana wakati mwingine watu wanapozaliwa kuna vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yao, na basi ndiyo maana tuna, tunakataa kitu kinaitwa kifo cha mapema, kwa sababu kifo cha mapema kinakuja kuondoa au kufuta hatima ya mtu iliyopangwa baadaye. Amen na kwa kawaida, ukizaliwa ni lazima umwambie Mungu ya kwamba mimi nimezaliwa nina na kusudi iliyonileta duniani, na ile kusudi iliyonileta duniani lazima nilitimize. Usipolitimiza ile kusudi, maana yake ni kwamba wewe katika habari ya kuja kwako kwa hapa duniani. Na mimi huwa naumia sana mtu anapotoka duniani bado mapema, kwa sababu huyo mtu kuna kitu ambacho anatakiwa afufi kama mishoni yake na wakimwona mtu amezaliwa, kama ni ulimwengu wa roho wa Mungu na ulimwengu wa roho wa shetani, wanaweza wakajua ajenda aliyoibeba, wanaweza wakajua huyu amebeba kitu fulani ambacho siyo cha kawaida. Anaweza kuwa ni mtoto lakini kile alichobeba siyo cha kawaida na Lohona wakikuona hivyo, wanaanza kufuatilia ili wewe usitimize mission yako. Wanaanza kufuatilia ili wewe usije ukatimiza. Wanaanza kufuatilia usije ukafika kule ulikoandaliwa. Ndio maana unaweza kushangaa wachawi ile komplikesheni ya kujifungua ile mtoto inakuwa ni hatari, kwa sababu wanaelewa huyo mtoto akizaliwa kuna kitu amebeba, na yale mashetani na yanaanza kuinuka, yakizuia yakitaka yazuie misheni. Hata kama watainuka kuzuia misheni yako, ni lazima misheni yako itimie kwa jina la Yesu.